Mwanaume mmoja aliyejulikana kwa jina la Peter Laurent Masawe mwenye umri wa miaka 40, mkazi wa Kiranyi, jijini Arusha, amekutwa amejinyonga kwa kutumia kamba kwenye mti uliopo katikati ya shule moja ya msingi jijini humo. Kwa mujibu wa mashuhuda, marehemu hakuonesha dalili zozote za msongo wa mawazo kabla ya tukio hilo. Baadhi ya watu waliokuwa naye mchana wa siku hiyo wanasema hakuwa na ishara zozote zinazoashiria angechukua uamuzi huo mgumu. Washindi Media ilifika eneo la tukio na kuzungumza na ndugu, jamaa na marafiki pamoja na mashuhuda. Nuaeli Jofrey, ambaye ni mke wa marehemu, alieleza kuwa alipokea simu ikimfahamisha kuwa mume wake alikuwa na hali ya kuchanganyikiwa, lakini muda mfupi baadaye akapokea taarifa kuwa amejinyonga. Majirani nao walieleza kushangazwa na uamuzi wa Peter, wakisema walimfahamu kama mtu mnyenyekevu na mwema kwa jamii. Balozi wa eneo hilo, William Laronya, amethibitisha kupokea tukio hilo na kusema hata yeye hajui sababu zilizomfanya marehemu kuchukua hatua hiyo. Ameeleza masikitiko yake na kutoa wito kwa wananchi kutafuta msaada wa kisaikolojia badala ya kuchukua maamuzi ya kujidhuru wanapokumbwa na changamoto za maisha. mume wangu? mume wako ndio <coughs> mimi na watoto nao wa wa tano. <coughs> ndio <coughs> mimi siishi naye, tulishatengana muda mrefu <coughs> Ndiyo, akawa yuko na mama mmoja hivi, anaitwa mama Neema. Mimi nilikuwa kazini, nikaja nikapigiwa nani simu mchana, nkamboa amechanganyikiwa, ametoa sijui nguo, mara narudisha ndani, nikawa nimechukulia tu kawada. Nkasema ngoja asubuhi niamke mke kamtafute dada dadake hapo Kilombero nilivotoka hapo nik mama moja akanambia, au, uende sasa hivi, ngambia giza tayari imeshaingia, mimi ni mwanamke siwezi kutembea usiku. Nikasema asubuhi saa 12 niamke niache kazi kwanza ndo niende kwanza nikamcheki dadake halafu ndo nilete hiyo namba tumpigie dadake ili apatikane ili tujue tunafanyaje. Baadaye ndo hii saizi niko kazini, ndo natoa vyombo nioshe ili nije zangu nyumbani napijiwa simu na mume sim, wako kashaji nyonga mwenye nyumba yake ndo ananipigia. Jani hmm. la mgomba mgomba o kwenye, kwenye mti, mevuta muda sana. Mimi sijamuona tena karibia wiki tatu hivi sijamuona, mpaka nkaulizia ameenda Moshi wakanambia yuko huko mtaani kwa mawazo sijui, lakini alikuwa niliambiwa alikuwa anaumwa, nikakutana naye hiyo siku kama wiki tatu hivi zilizopita wakaniambia akaniambia mwenyewe akaniambia alikuwa anajisikia vibaya, akaanguka tunaishi wote hapo kwa mzee kwa kinapini. Yeye ni tunapangisha, wote tunaishi wote hapo, na majirani zangu wote hapa tunao. Kwa hiyo tu tulishtuka, kwa sababu hii jioni, baada ya kufuturu, tukaambiwa kwamba jirani yenu amejinyonga hapo hapo shuleni, ndio tukaja hapa kweli, tukamkuta jirani yuko juu ya mti. Lakini toka juu zile yake ilikuwa sio nzuri sana, alikuwa anaingia na kutoka, sasa najisikia vibaya, tunaona kama ni kawaida, kwa sababu anatoka nje anarudi. Kwa hiyo basi ndio tuko bize na mambo yetu, kwa hiyo ni mlinzi huwa analinda linda maduka hapo barabarani. <gibu> usiku wa leo saa hizi hizi nilikuwa nyumbani kwangu nikapigiwa na Chelisa Kayo Molele kwamba kuna mtu amejinyonga shuleni na watu wamejazana hapo, ndio kukimbia hapo na mimi nikaja nikashuhudia ni kweli, ndio tukapambana kutafuta namba za polisi, mpaka namba ya mwenyekiti wa kitongoji hichi, namba ya mtendaji basi ndivyo kazi ambayo nimefanya, ndio baadaye ndio polisi wakafika. Zaidi ili kubaini chanzo cha kifo hicho.